Mame, mame, mame, ngondo <laughs> hati ya ndoa niliweka wapi? Nimechakula kila kona, hati sioni. <laughs> hati ya ndoa niliweka wapi mimi? tumbo tumbo, mbona? <laughs> makaratasi yote hapo, makaratasi ya chama yapo, ya makaratasi yangu naniliu ya yapo, yale makaratasi yangu ya mikataba ya shambani yapo, ya sasa karatasi ambayo ilikuwa ni hati ya ndoa yenye mhuri wa mwenyekiti iko wapi? Mbona maajabu haya tena? <laughs> wekibidu we kibidu, hebu <laughs> eh? e njo hapa mara moja <laughs> inawezekana <laughs> kalikuwa kanachezea hati yangu ya ndoa, kakata nielekeza, kwa sababu vitabu vyote vipo, vitabu vya kiganga vipo, mafaili yangu ya kuuza tumbaku yapo, ni hati tu ya ndoa ndo haionekani. Kwa nini isionekane? We Kibidu, eh? Wewe hati yangu ya ndoa umepeleka wapi? Ahaha, hati ya ndoa mimi hapa sijachukua baba. ko alonga ufila huyu mwanawe. <laughs> <laughs> We Kibidu, mimi nimeondoka kwenda mjini kumfata mama yako ni siku tatu nne tu nimekaa hizi, nimerudi hapa kuja kuchukua hati ya ndoa ili nikamilishe. Leo hii unanambia hujaichukua, aichukue nani wakati hapa nyumbani nimekuacha peke yako mwanangu? Mimi sijachukua baba, na kama unavyonijua mimi mimi sijawahi kuchezea vitu vyako huku ndani, huwa singiingi huku chumbani ambako umeweka vitabu vyako na makaratasi ehe, nimekumbuka. Alikuja anko Matonya akaniambia hivi kwamba anataka karatasi la kuvutia sigara, nikamwambia usiingie huko chumbani, kuna vitabu vya watu vya baba vya muhimu. Akasema sigusi hata kitabu kimoja, lakini nilimwona akitoka na likaratasi limoja leupe, sijui ndio hiyo hati ya ndoa Matonya. Abwanga, huyu ndala yakoye amevutia karatasi langu la ndati ya ndoa.